Uh, Majira ya Mzize manake tayari ni changamoto upande wa klabu yake ya Yanga na timu ya taifa, mm, mm, pia tayari tushaona kwenye timu ya taifa sasa hivyo kwenye timu ya Yanga. Kwa hiyo tayari ni gap hiyo, ukizingatia bado Yanga mastrika hawajaclick vizuri mm. Lube anapitia kipindi kigumu sana, Boyeli bado hayupo kwenye mifumo vizuri ya Yanga bado hajaclick vizuri naye. Kwa hiyo Yanga inamhitaji sana Mzize awepo pale, japokuwa sio kwamba Mzize ndo typical striker no, lakini akae kwenye nafasi anafunga vizuri tu. Kwa hiyo Yanga kuna kipindi anapitia hapa bila Mzize, kitawa kitawakula kidogo, then timu ya taifa pia tunamhitaji na hivyo atakuwepo bado ni tatizo kwetu pia, lakini football ndio ipo hivyo. Yani ni nadra sana kukuta mchezaji ambaye apati majeruhi sawa, na aliumia mara ya kwanza yeah taarifa kwamba mepona kurejea mazoezini, sina nini. Ah, inawezekana basi ya kutibwa vizuri, na sahizi nimeambiwa upasuaji sahivi, wanamfanya upasuaji, washafanya upasuaji. Ni jambo zuri kufanya upasuaji, kwa sababu ndio tiba kamili, tuseme kwenye goti. Goti rudi liko sawasawa kama kafanyana watu ambao ni wataalamu, na tunaamini uongozi wa Yanga ni watu makini. Tuombe tu, uh, speed recover auli mapema uwanjani, tuende kuenjoy burudani.